Unajua maana yake ni nini? Unaona pale kiwanja changu pale yeah. Mimi kio kinafika kwenye mtalo mm. Mimi nilirudi nyuma mm. kuachia nini, road road reserve. Kuachia road reserve ni eneo langu, lakini nimerudi mm. kama linaenda mbele kwa kwa hiyo, na sisi tujenge mbele tena, ndio ndio ndio, maana yake. Kwa hiyo hapa kuna road reserve inatakiwa lakini, wow. Eh? Lakini ndio janja janja sijui, lakini afisa wa ardhi hapo Grace amemaliza tukakaa, tunasubiri litakaloendelea. Huyu bwana lakini anafuatilia, ilifika hatua ndio anasema kwamba ni kiwanja kiwanja hichi hatukutangaziwa, wala huyu hakuambiwa. Hata sisi tungemkopa hela akanunua yeye, hatukutangaziwa, hatuku ilishia huko huko, jua halmashauri tunashtuka, mtu anakuja anafanya kazi zake sasa kitu kinachouma wananchi mpaka sasa hivi ni kuona wanawatoa watu wawili, halafu wanamleta mtu mwingine anajenga eneo la wazi hilo. Ndio linalotuuma sisi wananchi, ndio maana tunaomba awe rais, awe makamu wa rais, awe waziri mkuu, aje achukue ramani hapa. Sasa hivi unaona wamekataa kwamba open space haipo ni mita moja lakini unaona amejenga kwenye mtalo. Sasa sisi wananchi hatuna shida, isipokuwa viongozi wetu tulio nao wa halmashauri wakata wakishaingia kwenye mfumo tu wanatuona sisi hatuna uwezo wa kuweza kuamua kitu. Ndio matatizo wanayoyasababisha wao. Kwa hiyo kama serikali itajua hapa palitakiwa pawe open space, itengenezwe stendi, watu wakija wapate pakupumzikia. Kama walivyokuwa wametuambia watajenga ofisi ya kijiji, basi wangeweka hapa hata ka ofisi ka kijiji kakuwa kanakusanya ushuru eneo hili. Lakini kujenga mtu mwingine, watoe wawili alafu muweke mtu mwingine kwa saa na hela hiyo, ni uonevu. Ni uonevu, wametuonea sana. Kutokana na hilo, mnamwambia nini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye mwenye ardhi hii? Mimi kwangu mimi kama Mzee Rumanyika Felix nina miaka sabini raisi, na nne raisi, simulaumu isipokuwa namwomba atume hata waziri mkuu. Huu ni mradi mkubwa, hela ya benki ya dunia ndiyo imetumika hapa, aje ahakikishe. Kulikuwa na jiwe la msingi limewekwa na serikali, wamelibomoa. Hiyo hela iliyotumika kujenga hilo jiwe alitoa raisi. Kwa nini walibomowe? imekuwa nyumba ya imekuwa maduka ya mtu. Kwa hiyo tunamwomba kama anaweza kafika wilaya ya Ilemela, akija tutashukuru, akimtuma waziri mkuu tutashukuru, akimtuma waziri wa ardhi tutashukuru sana. Watu wanalishwa kaeneo waka kwenye hati, ninavyosikia imetumika milioni kumi na saba hiyo ndio imeingia serikali lakini imeingia mpaka milioni sabini zimetumika. Zimetumika kwa nini? Sikutuharibia siku hela zetu zimetumika, milioni sabini kununua nini hapa, kuwaharibia watu? Kwa hiyo namwomba Rais kama anaweza katusaidia, hatume hata mtu wake anayoweza kazi ya hapa, la sivyo hata hao, kama nisiongee sana, mi naitwa Sharifa Twalib Salehe. Kwa kweli kuhusu ili eneo la hapa mbele hatukushirikishwa lolote lile, na kuhusu fidia hapa hatujapewa fidia, na walikuja wakatubomolea, hatujalipwa fidia yote ile. Kwa hiyo ndivyo hapana, tujatendewa haki e, haki haijatendeka bado. Na mnachokiomba ni nini kwa serikali? Serikali, tunaomba ituangalie kwa hili kusudi yenyewe ndio yenye maamuzi eh, yenye ndio ina maamuzi. Sisi hatuna maamuzi yoyote yale. Tumeishi kwa miaka ishirini na mbili, ishirini na mbili, tumenunua pa elfu mbili na tatu. Hatujafanywa tathmini wala hamna aliyekuja kwamba anafanya tathmini yoyote ile kuhusu na uharibifu alioufanya hapa. Mm. Alikuja kuvunja nini? Ba? Hapo alikuja kuvunja nini? Alikuja kuvunja ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 5 saa tisa jioni ndio walikuja kuvunja hapa, hawa watu hapana, wa halmashauri hapana. La pili halmashauri sio lazima ijenge ofisi sawa, kulingana mm. na lile eneo, ndio maana tuka halmashauri, uh, lengo lake ni kuongeza pia mapato mm. ndani ya nini ya halmashauri ambayo mapato hayo ndio anaenda usaidia kujenga taasisi hospitali, shule na vitu kama hivyo hmm, ilichofanyika halmashauri limeliuza lile eneo kwa yule mtu, na yule mtu anaenda kujenga frame. Kumbuka yule mtu akijenga frame upale, al pale halmashauri itakusanya mapato pale hmm, kuliko eneo likae hivyo. Tuseme tujenge ofisi, wakati maeneo mengine ya kujenga ofisi yapo, ndio maana ini tafuta chanzo kingine cha nini cha mapato ili iweze kuendelea kutoa huduma za kimaendeleo kwa wananchi. Kumbuka halmashauri inajenga shule, inajenga vituo vya kutolea huduma, inajenga ikiwemo na hizo ofisi za mitaa za kata, sivyo? ambapo wananchi wanaenda kupata huko huduma za kijamii, vyanzo vyake ndo ikiwemo na hiyo, yule mtu anajenga frame ikiwemo pale halmashauri itaenda kukusanya ya nini, ni chanzo cha mapato kile kingine. Kwa hiyo zile hela zinafanya ku revolve. Ndio maana pengine zikatengenezwa ramani mbili? Hapana, hazijatengenezwa ramani mbili, ramani ni ile ile. Maana kuna ramani ya mwaka 2015 na ni mali labda. Ungetuletea hiyo ramani wewe, uliokuwa ponaye, kuna ramani ya mwaka 2015 ndio maana anasema ilete ofisini, alafu, alafu tuione. Wewe ramani ulioipata umeipatia wapi? na sisi tuliokwepo nayo ni hii, sawa? Ramani zote zinatoka halmashauri, sawa? Ndio ukisema kwamba ramani uliokwepo nayo inasema tofauti, labda uje utuoneshe hiyo ramani yako inasemaje, sawa? Ziko ramani mbili, kuna ya elfu mbili na kumi na tano ilikuwa na kiwanja kimoja Hiyi elfu mbili na ishirini na nne naomba uje nayo ofisini, naomba uje nayo ofisini tuione. Hiyo ramani hulookwepona, na tuweke na sisi ramani ambayo ya mipango miji. Hii ni Tanzania Habari.